Aliyekuwa kiongozi wa Kanisa Katoliki marehemu Papa Francis sasa tazikwa Jumamosi hii, limesema tangazo la Vatican. Wakati huu viongozi mbalimbali mbali wa dunia akiwemo rais wa Marekani Donald Trump wakipanga kuhudhuria. Ruben Lukumbuka na maelezo zaidi. Kwa mujibu wa Vatican, ibada yake ya mazishi inatarajiwa kuvutia mamilioni ya raia kutoka kila kona ya dunia na itafanyika katika uwanja wa kanisa la Mtakatifu Peter Basilica kabla ya kupelekwa kwenye kanisa la Santa Maria Maggiore ambako alitaka azikwe. Tayari viongozi kadhaa wa dunia wamethibitisha kushiriki mazishi yake akiwemo rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, kansela wa Ujerumani Olaf Scholz, na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky. Wengine ni waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer, mfalme wa Uhispania Felipe wa sita na malkia Letizia. Wengine ni mkuu wa kamisheni ya umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen. Hata hivyo rais wa Urusi Vladimir Putin ambaye wakati mmoja alikutana na Papa Francis aliyemsihi akomeshe vita nchini Ukraine hata hudhuria ya mazishi yake.